Mkuu tena ni wakusifiwa sana matendo yake ni makubwa. Ukiketu ikae ufikiri juu ya Mungu na jinsi Mungu anakulinda na jinsi Mungu anakulisha na jinsi Mungu analeta ukingo na ulinzi juu ya nyumba yako na juu ya maisha yako. Usingelichezea ya zambi, achana na zambi. Huyu Mungu anakuweka kusudi utengeneze maisha na mimi nitengeneze maisha. Anataka tuingie katika uzima wa Amen, lele. Lele. Na ndiyo maana anatuvusha mwai mwaka wa elfu mbili ishirini na sita ili kana kwamba tutengeneze maisha, tutubu dhambi zote ambazo zinaweza kutukosesha ufalme wa mbinguni. Hata amen. Kama ulisukumwa hata kama mimi nilisukumwa, lakini hatukuanguka sababu Mungu alikuwa upande wetu. Amen. Kama si Mungu aliyekuwa upande wetu hatungeliona mwaka huu, mm -hmm. Na hatungelivuka mwaka huu, na ikiwa tuko siku, siku ya leo tarehe nne hii ya mwezi huu wa kwanza, hatujua wangapi wataenda kwa hii mwaka, mm -hmm. Hatujua wangapi wataenda leo, hatujua wangapi wataenda kesho, hatujua wangapi wataenda juma la kesho, hatujua wenyewe wataenda mwezi kesho, lakini tujiandae tumevuka ni kwa neema ya Mungu kusudi tuwe na maandalizi mazuri ya kutuingiza katika uzima wa milele. Neno hili ndogo libaki kwako na kwangu. Amen. Aseme njo mkate wa uzima wa siku ya leo, Mungu apewe sifa Amen. Hey, na Mungu azidishie mhubiri wetu, acha tumsii pastor hey, ataombea wote waisikie hili neno na, na kujiandaa kwa hii mwaka ajili ya maisha yao ya Kikristo. Uwe karibu Mungu Baba yetu katika hmm, jina la Yesu Kristo, tumekushukuru kwa neno ambayo tumepokea, ah, kwa siku ya leo eh, jumapili ya kwanza ya mwaka hmm, wa elfu mbili ishirini na sita. Asante kwa ulinzi ambao ulitulinda kwa mwaka huu ambao umepita asante kwa ulinzi ambao unaendelea kutulinda, asante kwa vita ambavyo vilitupigania, asante kwa vita ambavyo vitatupigania. Tumeshukuru kwa baraka ambazo umetubariki mwaka ambao umepita, asante kwa baraka hizi ambazo tena unatubariki leo na zile ambazo utatubariki. Usifiwe sana, tunasema asante zaidi kwa neema kubwa ambayo umetupatia wokovu. Tumeokoka ni kwa neema kubwa, sio kwa sababu tuna hiki na kile lakini Mungu litupenda na tukakubali wito. Pamoja na hiyo, wote ambao wamesikia ujumbe huu Bwana, wale ambao wangependa kutengeneza kwa sababu katika mwaka ambao umemalizika walipitia njia ambayo haikupendeze Mungu, na mioyoni mwao zamiri zao zinawaonyesha zambi ambazo walizifanya, hivi wanaingia mwaka mpya Bwana, ule ambaye anataka kutubu zambi zake ambazo anazijua, Bwana umusamehe, kwa mm, kinywa chake akiri na kujieleza namna gani amepita katika njia ya giza mm, na hivi ameamua kukurudilia Mungu mrehemu na umkubali umpatie nguvu ya kuweza kushinda zingine jaribu kama hizo za manguko ili aweze kusimama imara, asiwe kama vile nguruwe anayeoshwa akishamaliza kuoshwa tena anarudia kwenye matope. Asiwe mtu wa kurudilia dhambi, asiwe kama imbwa ambayo inatapika e, tena inarudilia vitapikio hivi. Tunaomba na tuna imani wale wote ambao watatubu na kusema wameacha hii mwaka ambayo imepita na zambi ambazo walizifanya vyote viende pamoja mwaka huu, huyo mwaka ya uamsho kwao. Tunawaombea Mungu awezeshe. Asante kwa sababu tawasamehe na kuwatia nguvu kwa jina la Yesu amena. Amen. Amen. Eh, tunaendelea ukingoni wa ibada yetu ya leo asubuhi hmm. Eh, nitaomba juu ya mahitaji hmm na dada yetu Mloko ataomba juu ya kutawanyika mm -hmm. Tuombe Mungu mm -hmm. Mtakatifu wewe ni Baba tunasema asante uh, kwa kuwa tumefika mwisho wa ibada letu mm -hmm. Baba. Hatuwezi kutawanyika bila ku- kukuonesha mahitaji, Bwana, tunayo mahitaji. Tulikuonyesha mahitaji ya mwaka unaoisha mm. na hivi Mungu, tunaanza mwaka wa elfu mbili makumi mbili na sita. Baba mahitaji yako mm. umeyajua na kuyatambua kabla misingi ya dunia Mungu, kabla siyayatamka kwa kinywa changu wewe Mungu mzima umeyajua. Bwana ututendee kwa ututende rehema, jibu kila hitaji la kila ndugu, jibu hitaji na wenye watatusikiliza kwenye kwenye runinga watatufuata kwenye runinga, wat, runinga Bwana nao umejua mahitaji yao Baba, mahitaji ni mengi. Ona watu mahitaji ya magonjwa Baba, ona mahitaji ya, ya, ya, ya vita, tunahitaji amani Mungu. Ona watu wenye kusumbuka katika pembe ile za dunia, wengine wanalala kwenye pori ajili ya amani kuwa wazaifu baba, wote tunawatia mikononi mwako. Wewe mwenyewe wewe ndiye mwenye amani Bwana, duniani hakuna amani, amani iko mbinguni Baba. Ututendie kwa rehema, utuwezeshe, utushindie. Tunaomba kupitia lile jina kuu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, amen.